Tumezoea wananchi ndio mnawatafuta wanasheria, lakini kwa Samia wanasheria ndio wanawatafuta wananchi. Hii ndiyo faida ya kuwa na rais mwanamke. Unajua, sisi wanaume tunapenda kufikiria mambo fulani makubwa sana lakini wenzetu wanawake wanafikiria zaidi maendeleo ya jamii, wanafikiria sana nafsi za wanadamu, wanafikiria changamoto za watu wasio na uwezo. Leo Samia amewakumbuka nyinyi, kama mimi waziri wake wa katiba na sheria amenituma niwe hapa kuanzia tarehe moja mpaka tarehe nane, maana amedhamiria watu wa Arusha mpate haki zenu. Tumekuja na timu ya wanasheria hapa zaidi ya hamsini. Tumekuja na wizara ya ardhi, wizara ya maendeleo ya jamii. Tumekuja na wasaidizi wa sheria ili kutatua kero zenu. zipo kero ambazo tutazimaliza ndani ya siku nane, zipo ambazo hazitaisha. Tutawapa wataalamu wa sheria waendelee kuwasimamia, ambao gharama zote analipa Samia. Ipo migogoro ya muda mrefu, tutaimaliza, ipo ambayo itaendelea. Muhimu zaidi, Samia ameagiza mtumishi yoyote wa umma ambaye ndiyo chanzo cha migogoro hii